Hujambo, kwa mara nyingine tena, ni kukaribisha kuifuatilia taarifa ya habari ya leo tarehe 29 Mei 2025. Na hii ni Demsi Media, moja kwa moja tuangazie katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, waasi wa M23 wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda Wameripotiwa kufanya ukatili mkubwa dhidi ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo inaeleza kuwa kati ya mwezi Februari na Aprili mwaka huu, waasi wa M23 walihusika na visa vya utekaji, mateso na no ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu huku baadhi ya raia wakifariki wakiwa mikononi mwao katika vituo vya siri vya kizuizi. Mashuhuda waliohojiwa na Amnesty wakiwemo wanaume waliowahi kuzuiliwa Wamesimulia mazingira ya kutisha walikopitia. Wengine wameripoti kulazimishwa kula majani, kunywa maji machafu au kupigwa vibaya hadi kupoteza fahamu. Baadhi ya waliokuwa wa kizuizini walifariki dunia kutokana na mateso au hali mbaya ya mazingira. Katika maeneo ya Goma na Bukavu, M23 inadaiwa kugeuza majengo ya serikali kama ofisi za shirika la ujasusi ANER kambi za jeshi na majengo ya umma kuwa vituo vya kizuizi kisicho rasmi. Raia waliolengwa na kukamatwa ni wale waliotuhumiwa kuwa na uhusiano na jeshi la serikali au waliozaniwa kuwa maadui wa M23. Wengi wao hawakuwahi kufikishwa mahakamani wala kupata mawasiliano na familia zao. Amnesty International inatoa wito kwa kundi la M23 kuachilia huru mara moja raia waliokamatwa kiholela, na pia inatoa rai kwa Rwanda kusitisha msaada wowote kwa kundi hilo, ikisisitiza kwamba ukatili huu ni kinyume na sheria za kimataifa na unaweza kuchukuliwa kama uhalifu wa kivita. Mashirika ya haki za binadamu yanaendelea kushinikiza jamii ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha wahusika wote wanawajibishwa. Tukio hili linakuja wakati ambapo hali ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ikiendelea kuzorota huku maelfu ya watu wakiendelea kuyakimbia makazi yao kutokana na mapigano na ukosefu wa usalama unaosababishwa na makundi ya wahasi. hii ni Dems Media, ni kushauri kusubscribe na kuendelea kutufuatilia kila siku, lakini pia usahau kusambaza na wengine taarifa hii, pia toa maoni yako na usisahau kupenda video hii. Asante.